Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City, tuliyokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Leo ikiwa ni siku ya nyuki duniani, tunamulika harakati za kufanikisha ufugaji endelevu wa nyuki nchini Tanzania. Wafugaji wengi wameongeza uzalishaji, uzalishaji umeongezeka, lakini pia na masoko ya asali ya, ya mkoa wetu wa Kigoma huu yameongezeka kiasi ya kwamba kumekuwa na uhaba wa asali sasa na leo katika mashinani tunamulika madhara ya ukosefu wa huduma za afya kutokana na mapigano yanaendelea ukanda wa Gaza, mashariki ya kati. Karibu tuwe sote Jumanne ya leo tarehe ishirini ya mwezi Mei mwaka elfu mbili na ishirini na nne ni siku ya nyuki duniani. Mimi ni Flora Nducha, karibu tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Leo basi tutakuwa na mada kwa kina na inamulika harakati za kunufaika na ufugaji wa nyuki nchini Tanzania, lakini kwanza ni muhtasari wa habari. Msomaji Arnold Kayanda. Asante Flora. Baada ya miaka mitatu ya majadiliano, leo katika mkutano wa kimataifa wa afya unaoendelea Geneva, Uswiss, nchi zimepitisha rasmi makubaliano ya kihistoria ya kuzuia, kujiandaa, kukabilia na kukabiliana vema na majanga ya magonjwa kwa siku zijazo. Taratibu zote zitakapopitishwa na angalau nchi 60 mkataba utaanza kutumika rasmi mwakani. Kutokana na mamlaka za Israel kulegeza kwa muda mzingiro uliodumu kwa wiki 11, angalau sasa matumaini kidogo yamerejea Gaza, yameeleza leo mashirika ya Umoja Mataifa. Msemaji wa shirika la Umoja Mataifa la masuala ya dharura OCHA, Jean Liac, amesema tayari wamepata ruhusa ya kuyavusha malori matano yaliyokuwa yamezuiwa jana Those na shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP limetahadharisha leo kwamba bila ufadhili zaidi, huenda katika muda wa wiki chache zijazo likalazimika kusitisha msaada wa chakula kwa takribani nusu ya watu linalowahudumia kwa sasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Mwisho wa muhtasari wa habari. Asante sana, Arnold Kaanda kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye basi tutaelekea mashinani na tunabisha hodi Palestina, eneo linalokaliwa na Israeli. Salia papo hapo tafadhali.

Unaendelea kufuatilia habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia chaneli yetu ya YouTube habari za UN, lakini pia unatupata kupitia televisheni mbalimbali washirika, na unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju sw kwa taarifa, makala na habari nyinginezo. Naitwa Flora Nducha na tunasonga mbele sasa, ikiwa ni wasawa mada kwa kina. Kama nivyokujulisha hapo awali, leo ni siku ya nyuki duniani, iliyopitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa tarehe 20 ya mwezi Disemba mwaka 2017 kupitia azimio nambari A72 mkwaju 211. Azimio hilo pamoja na mambo mengine linatambua mchango wa nyuki katika uzalishaji endelevu wa chakula, kutokomeza umaskini, njaa na kuboresha afya ya binadamu. Ni katika muktadha huo basi, Asumta Masoi katika mada hii kwa kina anamulika harakati za mkufunzi wa ufugaji wa nyuki nchini Tanzania pamoja na wanufaika wa ufugaji wa nyuki kwakwa. Asumta nam, tuko Kigoma, kaskazini magharibi mwa Tanzania, katika chuo cha mafunzo ya kilimo Mubondo. Mwenyeji wetu si mwingine bali ni Mwalimu Eli Asirichad Rubimbi, mkufunzi kilimo katika chuo cha mafunzo ya kilimo Mubondo, na ndiye msimamizi wa shughuli za ufugaji wa nyuki katika shamba darasa la ufugaji nyuki lililopo hapa chuo cha mafunzo ya kilimo Mubondo yeye ameshiriki katika mradi wa pamoja wa Kigoma KJP unaotekelezwa na shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO wa ufugaji endelevu wa nyuki. Nikaanza kwa kumuuliza aina ya nyuki wanaofugwa zaidi Tanzania. Nchini Tanzania, ufugaji wa nyuki ambao umekuwa kufanyika sana ni wanyuki hawa wakubwa, nyuki wanaodunga. Ni kwa sababu wengi wana, wanapenda wafuge wapate mazao ya nyuki na wauze wapate kipato lakini una uzalishaji ukiwa mkubwa lakini ukiangalia wale nyuki wadogo wao wanazalisha kiwango kidogo sana maingi unakuta wakipatikana kwa kilo moja au lita moja na hadi hadi lita tano makundi ambayo ni makubwa lakini ukija kuangalia nyuki wakubwa mzinga mmoja unaweza kuleta mpaka ndoo moja ya lita 20 kwa hiyo kwa ufugaji wa kibiashara wanaofuga nchini Tanzania walio wengi wanafuga kwa kutumia nyuki nyuki wakubwa wanaodunga na sasa yeye mkufuzi wa kilimo alihusika vipi na mradi huo wa FAO nimehusika kwa kufundisha mafundi seremala kutengeneza mizinga bora mizinga ya kisasa ambao hasa katika mradi wote tumefundisha kutengeneza mizinga ya, ya kati ambayo ni mizinga ya, ya mchi na pamoja sanjari na hilo, katika mradi huu pia nimefundisha fugaji nyuki kufuga nyuki kisasa kwa kuboresha uzalishaji, kuongeza uzalishaji, lakini pia na kulinda ubora wa mazao ya nyuki. Mabadiliko yalikuwa dhahiri baada ya, ya mafunzo ambao tumeyafanya katika mradi huu wa pamoja, wafugaji wengi wameongeza uzalishaji uzalishaji umeongezeka, lakini pia na masoko ya asali ya, ya mkoa wetu wa Kigoma huu yameongezeka kiasi kwamba kumekuwa na uhaba wa asali sasa. Tena tumeongeza unge, tumeongeza uzalishaji, lakini asali imekuwa na wateja wengi kwa sababu iko vizuri, iko bora, lakini pia mahitaji ya, ya mizinga ya kisasa umeongezeka wafugaji wengi wametamani zaidi na wameona ufaida kuhamia ya kuhamia kwenye mizinga ya kisasa hivyo wana wanakuwa wanaweka wana oda kwa mafundi seremala ili watengenezwe mizinga ya kisasa, wanapeleka mashambani na hivyo kufanya hasa uzalishaji wetu ongezeke na pia mazao ya nyuki haya hasahasa asa asali yaongezeke kwa ubora wake. Nikataka kufahamu ni mbinu zipi alitumia kuwasaidia wafugaji wa nyuki kuelewa ufugaji kwa kutumia mizinga ya kisasa. Mafunzo yetu yalikuwa ya vitendo zaidi na hii iliwafanya wafugaji walio wengi waweze kuelewa na kutamani zaidi kufanya, kufanya usimamizi wa makundi yao kwa sababu walijifunza kwa vitendo. Lakini ufugaji endelevu wa nyuki una maana gani hasa kwa mkufunzi huyu wa kilimo? Ni, ni uvunaji wa mazao ya nyuki unaohakikisha nyuki anabakia salama lakini pia anaendelea kutoa mazao ya nyuki katika msimu au muda unaokuja. Sasa ni hatua gani muhimu zinazohakikisha ufugaji nyuki unakuwa rafiki kwa mazingira? Ukiangalia kwa ukaribu mizinga ya kizamani ni mizinga ambayo mingi imetokana na magome ya miti. Magome ya miti wanapata wafugaji kwa kwenda kuchonga ku, ku, ku, kwenye gome ana, ana, kwenye mti yule anachukua lile gome au anadondosha kabisa mti wote, halafu anachonga, anatengeneza mzinga. Kwa hiyo ule mzinga unakuwa umetokana na uharibifu wa mazingira. Lakini mizinga ya kisasa ni ile inayotumia mbao za miti ya kupanda ambayo ni inatokana na, na, na, na agroforestry au ambako sasa watu wanaruhusiwa wana, wana kukata miti, wanachana mbao, wanakuja kutengeneza mizinga. Hii mizinga imekuwa inapatikana kwa gharama nafuu, lakini imetokana na miti ambayo pia haichukui muda mrefu kukua, ukiangalia miti ya asili ambayo inachukua muda mrefu zaidi. Kwa hiyo utofauti huu unaonyesha mizinga ya kisasa na gharama nafuu, lakini pia ni rafiki zaidi kwa mazingira, kwa sababu haihusishi kukata miti ambayo ni ni, ni, ni asili lakini pia ambayo inakuwa ina kwa muda mrefu na ni siri rahisi kuirudisha. Na je, ufugaji nyuki unaweza kusaidia kupunguza umaskini na kuongeza ajira vijijini? Soko la asali sasa hivi sio changamoto tena, walaji ni wengi, mahitaji ni mengi sokoni. Kwa hivyo mfugaji asiwe na wasiwasi, ajitahidi, aongeze mizinga, aongeze uzalishaji, soko lipo, linamsubiria na anaweza kabisa kujiongezea kuji kipato kwa kupitia mazao ya nyuki. Kuthibitisha asemayo mkufunzi wa kilimo, na kukutanisha na Peter Katunzi mkulima na mfugaji wa nyuki hapa mkoani Kigoma. Mfugaji wa nyuki ni na mizinga 530 kati ya hizo mizinga 130, ni mizinga ya kisasa. Mzinga mizinga iliyosalia ni mzinga ya asili. Bwana Katunzi akaelezea mavuno aliyopata, akitaja dumu la asali lilila ujazo wa lita 20, ambapo dumu moja aliuza kwa takribani dola 60 wow. Msimu wa elfu mbili ishirini na tatu ishirini na nne amefanikiwa kuvuna dumu ya dumu themanini na tano za asali iliyochujwa. Na ufugaji wa nyuki huu unasaidia sana katika kuboresha kipato cha familia, umeweza kusomesha watoto Wako, ngine, karini, mika, na baadhi ya watoto wako na wengine wako serikalini wanatumika kulingana na da na, hadi sasa, zinga yetu imepungukwa na mashamba ya alizeti, ambayo alizeti ni zao rafiki la nyuki, ambayo linatoa maua kwa ajili ya kutoa chavua ili kuboresha mfugaji wetu wa asali. Mfugaji wa nyuki una faida nyingi, kwanza kabisa unapata asali, asali ambayo ni chakula, pia ni dawa halafu natengeneza mishumaa natengeneza kiwi na mafuta ya kujipaka nikarejea. Basi kwa mkufunzi wa kilimo bwana Lubimbi na kumuuliza angependa kuona mabadiliko gani katika sera au mfumo wa mafunzo ili kuimarisha sekta ya ufugaji nyuki Tanzania. mfumo wetu wa mafunzo unatakiwa uelekezwe zaidi kwa vijana hasa kuwafundisha vijana ufugaji wa nyuki kwa vitendo, ili kwa kadri wanavyokuwa wanaendelea kukua uwe familia zaidi, uwe wameuzoea zaidi, kwa sababu wafugaji walio wengi sasa hivi ni watu wenye umri wa mkubwa ulioenda. Kwa hiyo wafugaji wa nyuki inakuwa changamoto sana, na vijana inakuwa changamoto kuingia. Hawa vijana wakifundishwa tena kwa vitendo, wakaelewa vizuri na kaona faida ya ufugaji wa nyuki, ni rahisi kuongeza uzalishaji na ni rahisi kuwavutia zaidi na kwenye sekta hiyo, na wakajipatia ajira, lakini pia wakajipatia kipato kwa ajili ya kuendesha shughuli zao za kila siku. Sikuishi hapo, nikamuuliza ni tukio gani linamtia moyo sana katika safari yake ya ufugaji wa nyuki. Ni pale ambako ufugaji wa nyuki, uvunaji wa mazao ya nyuki unafanyika mchana da. Zamani mimi nilielewa ufugaji wa nyuki hasa hasa uvunaji wa mazao ya nyuki unafanyika usiku. Sasa nilipokuja kuelewa na kukaa karibu na nyuki, nikaona kwamba kumbe ufugaji wa nyuki unaweza kuwa unavuna mazao yake mchana ukajipatia kipato vizuri kirahisi bila hata changamoto. Mimi nilivutiwa sana na mpaka hivi sasa napenda sana ufugaji wa nyuki. Na mwisho ushauri wake kwa mtu anayefikiria kuanza kufuga nyuki hivi sasa afike kwenye vituo ambavyo vinatoa mafunzo kwa vitendo, kama vituo vyetu hivi vya mashamba darasa ya Mbondo na maeneo mengine, akajifunza kwa vitendo, na atakapoingia atafurahia sana ufugaji wa nyuki kuliko akikimbilia kujifunza kwa nadharia. Shukrani sana Asumta Masoi kwa mada hiyo kwa kina. Na sasa ni mashinani, fursa ni yake. Hana Alidaya, huyu ni mkimbizi wa ndani huko ukanda wa Gaza, eneo la Palestina linalokaliwa na Israeli, anasimulia madhila ya mashambulizi yanayoendelea kutoka Israel. Binti yangu ana mtindio wa ubongo. Ilikuwa changamoto kubwa kumfikisha hospitalini, lakini kwa juhudi kubwa tuliweza na madaktari walimtibu. Ombi langu ni kwamba watoto wetu wapate huduma bora za matibabu. Wakati huu wa vita tunapata shida kubwa kuwapeleka wagonjwa hospitalini. Vikwazo vya mipaka na vizuizi vimeua watu. Tumechoka sio tu kutokana na vita, bali pia kutokana na njaa na umaskini. Tunatumaini kwamba mashirika mbalimbali yatachukua jukumu la kutibu wagonjwa. Tunahitaji rufaa za matibabu nje ya nchi au angalau hospitali zilizo na vifaa na huduma za kisasa katika maeneo salama. Hivi sasa hatuna usalama nyumbani wala hospitalini, na hata kupata matibabu ni changamoto kubwa uh, yani, bsauba bsauba lama bilagi ilajatna Pole sana Hana Alidaya pamoja na waathirika wote. Umoja wa Mataifa unaendelea na juhudi ili kuhakikisha sitisho la mapigano linapatikana. Basi nami nakunja jamvi hii leo, lakini tukutane tena kesho kutwa Alhamis kwa jarida lingine la video. Nakumbuka upande wa vipindi vyetu vya redio vinakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hivyo kesho Jumatano utapata habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, kwa sasa unaweza kutazama habari pamoja na video nyingine kwenye chaneli yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wa X